Tunajenga jengo la makao makuu ya Chama cha Mapinduzi pembeni mwa jengo hili. Upande wa pili utaona kuna mabati na eneo kubwa hapo, ndio kutakuwa na makao makuu ya Chama cha Mapinduzi. Chama chetu ni kikubwa, kinaendelea kukua siku hadi siku. Chama chetu sasa kina wanachama milioni kumi na moja. Maana yake ni chama kikubwa. Kwa hiyo ili tuwe na uwezo wa kuhudumia vizuri shughuli za chama chetu tumeona sasa pale pamekuwa padogo, sasa tuwe na makao makuu eneo kubwa. Hilo jengo litakuwa na fasiliti zote zenye hazi ya chama kikubwa cha siasa. Sisihemu ni chama kikubwa namba moja Tanzania, ni, ni chama kikubwa pia Afrika kwa hiyo chama chetu tumeona imefika wakati wa kuwa na jengo lenye fasiliti zote, kumbi za mikutano, kufanya vikao mbalimbali mbali, eh, parking ya magari. Kwa hiyo chama hiki ni kimbilio, wananchi wanakuja makao makuu ya CCM. Kwa hiyo mmeona pale parking bado sio kubwa. Kwa hiyo huku tutajimwaga, hata unapowahudumia wananchi basi kuna sehemu kubwa ya kuweza kuwahudumia wananchi. Kwa hiyo tutakuwa na jengo la kisasa la kisasa kweli kweli, kuthibitisha kwamba Chama cha Mapinduzi ni chama kikubwa. Kwa hiyo niliona hilo mlijue, tuungane nasi tarehe ishirini na nane asubuhi saa tatu pembezoni tu mwa hapa kushiriki uwekaji wa jiwe la msingi la ofisi ya makao makuu ya Chama cha Mapinduzi Dodoma. Kwanza mpaka tunaitengeneza hii ilani, tunajivunia mafanikio yaliyopatikana katika utekelezaji wa ilani ya uchaguzi ishirini ishirini na tano, kwamba Chama cha Mapinduzi kimefanya kazi kubwa sana katika kutekeleza ilani ya uchaguzi. Mimi niseme mambo mengi, hata mengine ambayo hayakuwepo katika ilani yametekelezwa na ndio maana tunaendelea kumpongeza Dr. Samia Suluhu Hasan, anaingia katika rekodi za marais waliotoa fedha nyingi za maendeleo. Mashahidi ni wabunge katika majimbo yao, mashahidi ni madiwani, mashahidi ni wenye viti wa vijiji, wenye viti wa mitaa, wenye viti wa vitongoji, mashahidi ni wananchi wa Tanzania kwamba kuna kila alama iliyowekwa katika kijiji katika mtaa. Inawezekana ikawa darasa, inawezekana ikawa umeme, inawezekana ikawa zahanati, inawezekana ikawa huduma yoyote. Kwa hiyo ilani ya uchaguzi imetekelezwa kwa asilimia niseme kubwa, hata us ingekuwa tisini na tisa au mia kwa mia. Lakini kuna mambo yaliyoongezeka. Tumeanza kuandaa ilani hii kwanza kwa kufanya tathmini ya nini tulichokiahidi katika ilani iliyopita na vile vilivyotekelezwa. La pili, tumefanya utafiti kwa kuhusisha maoni ya asasi za kiraia wananchi, na watu mbalimbali kuona vipaumbele, mahitaji ya wananchi. Unajua kuna mahali mulikuwa na mipango ya, ki, ya zahanati. Idadi ya watu inaongezeka panakuwa na mahitaji ya kituo cha afya. Kuna mahali palikuwa na kituo cha afya panakuwa na mahitaji ya hospitali yenye hadhi ya wilaya. Kwa hiyo hiyo ni changamoto na maendeleo yana changamoto. Idadi ya watu inaongezeka. Kwa hiyo niseme tu kwamba ilani hii tutakayoizindua ni ilani ya Watanzania. Tumepokea maoni ya wananchi, asasi za kiraia, tumefanya utafiti, tunaelewa kiu ya Watanzania. Ilani tutakayoizindua inaenda kukonga nyoyo za Watanzania. Kwa lugha ya rahisi, yajayo yanafurahisha.